Jeshi la polisi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na kikosi cha usalama barabarani mkoani humo limeendesha ukaguzi wa hali na ubora wa magari 55 ya, ya shule yaani school buses yanayofanya kazi ya kubeba wanafunzi katika manispaa ya Iringa, ambapo pia limefanyika zoezi la kufuatilia uhai wa leseni za udereva na umahiri wa madereva wanaoendesha magari hayo. Tunafanya ukaguzi kila inapofika muda wanafunzi kufunga shule, tunafanya ukaguzi kuhakikisha kwamba magari haya tunaangalia ubora wake, lakini pia hali kadhalika tunafuatilia uhai wa leseni za hawa madereva, lakini pia na umahiri wao, kwa sababu kuna baadhi wanasababisha ajali, lakini wengi wao ni wazuri, tunakiri hilo, lakini lazima tufanye vitu vitu vitu vitu vitu. kwa kwa magari, lakini kuona ubora wa hawa madereva katika uendeshaji, lakini kama leseni zao ziko hai. Wale ambao wa magari yao hayajapatikana kufikia siku ya leo, sisi tumetoa muda na angalizo kwamba kufikia tarehe, kufikia siku ya Ijumaa, kwa maana tarehe 13, kila mmoja akisha kwamba gari lake limeshaletwa hapa, vinginevyo hilo gari litafanya kazi ya kuokea watoto wa shule. Kwa lazima kila mmoja akisha kwamba anatii, lakini ambaye hatatii tutamshurutisha. Zoezi hili linafanyika mara mbili kwa mwaka, mara shule zinapofungwa. Kwa maana hiyo tunatoa nafasi kwa na wamiliki kuweza kufanya marekebisho ya magari yale ambayo yamepatikana na mapungufu ndio maana tumekagua wiki ya kwanza kabisa mara baada ya shule kufungwa, kuwapa muda wa matengenezo. Kwa maana hiyo, lengo la zoezi hili kama tulivyoeleza ni kuhakikisha kwamba magari yanayobeba wanafunzi yanakidhi vigezo. Kwa maana hiyo, yako tumefanya ukaguzi, na ukaguzi huu wa magari ya shule tumefanya kwa mkoa mzima, kwa maana ya Iringa hapa manispa na Iringa DC hali kadhalika Mufindi na kule Kilolo ambapo jumla ya magari 55 yamekwisha kukaguliwa, na katika magari 55, magari kumi na sita yameonekana yakiwa na mapungufu madogo madogo, na kung'olewa namba kwa ajili ya kufanyiwa marekebisho, kisha wamiliki watayaleta tena kwa ukaguzi wa mara ya pili mara baada ya kuwa wame kisha kukaguliwa kwa magari hayo tumewapa hati ya ukaguzi ambazo mnaziona na sasa hivi tunatoa hati za ukaguzi ambazo ziko katika mfumo wa electronic. Kwa hiyo tumesha uh, waandalia hati zao za ukaguzi ili wamiliki waweze kujua mapungufu ambayo yamepatikana kwenye magari hayo kwa kupitia hati hii ya ukaguzi na kufanya hayo marekebisho. Aidha, magari 39 yako katika hali ya ubora na yanastahili kuendelea uh, kubeba wanafunzi nyakati zote shule itakapofunguliwa. Pia tunasisitiza kwa wamiliki wa shule, gari linapokuwa na dereva ni mwanaume, basi msimamizi wa watoto ambaye ni konda, basi awe ni mwanamke kwa ajili ya kuangalia usalama na ustawi wa watoto kwenye gari wanapokuwa wanatoka shule kwenda nyumbani. Lakini wanapotoka nyumbani kwenda shule, kama dereva ni mwanamke, basi msimamizi anaweza kawa mwanaume. Lengo ni nini? Kuangalia ustawi na ulinzi wa watoto pale wanapokuwa wanaenda shule, kusiwepo na vitendo vya ukatili. Maana tumeona watoto wanafanyiwa vitendo vya ukatili, saa nyingine wanapokuwa kwenye mabasi mle wanafanyiwa wenyewe, au wanaweza wakafanyiwa na dereva au wakafanyiwa na msimamizi wa watoto, lakini zikiwapo jinsia mbili ni si rahisi huyo jinsia moja kufanya vitendo vya ukatili kwa watoto, na vile vile wakiwa na uangalizi wa karibu, hata watoto wenyewe hawawezi kufanyiana vitendo vya ukatili. Lakini pia kingine, tunasisitiza wamiliki wa shule, watoto wasiwe wanabebana Unakuta mtoto mmoja kakaa, lakini amepakata wadogo zake kama wanne watano. Kwa hiyo tunawahimiza madereva pamoja na wasimamizi wa magari na wasi, na wa, wa, we, wenye mashule wawe na mabasi ya kutosha kulingana na ikama walionayo ya watoto, sio watoto kiti kimoja kinakaliwa na watoto wanne watano. Huo ni ukatili ambao tunafanyia watoto.